Mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani FBI na mkosoaji maarufu wa Donald Trump James Comey amefunguliwa mashtaka kwa makosa mawili ya jinai wakati Rais Trump akizidisha kampeni ya hatua za kisheria dhidi ya maadui wake kisiasa. Mashtaka hayo yamefunguliwa siku chache baada ya Trump kutamka hadharani akimtaka mwanasheria mkuu wa serikali Pam Bondi kuchukua hatua dhidi ya Comey na wengine anaowaona kuwa maadui. komei ameshtakiwa kwa kutoa taarifa za uongo na kuzuia haki kuhusiana na uchunguzi aliyofanya kuhusu iwapo Urusi iliingilia uchaguzi wa mwaka elfu mbili kumi na sita ambapo Trump alishinda na endapo Trump alishirikiana na Urusi. Trump amepongeza mashtaka hayo akisema komei ni mmoja ya watu wabaya zaidi kuwahi kutokea Marekani. Iwapo atapatikana na hatia Comey anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka mitano jela. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Agnes Peter, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment iliwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.